Maisha hapa yalikuwa ni mazuri, kulikuwa hakuna mtingisiko wa machimbo kama yalivyo kwa sasa, kwa sababu sasa hivi imekuwa ni hatari wanapochimba. Yani kwa sasa wamefikia mpaka kwenye ukuta na alafu wanapiga na, na mabaruti yao, yale ya mawe yanaruka kutoka huko yanakuja mpaka ndani. Kwa hiyo ni hatari kwetu sisi. Kwa mimi, kwa maoni yangu, naomba serikali isitishe ya machimbo yasiendelee, kwa sababu mpaka sasa ina maana na kuelekea naelekea kwenye mkondo wa bahari saabu tukisha kuzungukwa na, na bahari itakuwa ni hatari kwetu sisi. Mi namwomba mama yetu mweshimiwa ki ukweli asitisha haya machimbo yasiendelee, anatuasiri ya sisi ja kutafuta. Kwa mimi nna familia ya watoto wanne na napata riziki yangu kupitia kwa hapa nilipo napotafuta maisha yangu, lakini mpaka sasa kweli hatuelewe jinsi tunakoelekea ni wapi yaani kwa usafiri kutoka hapo mpaka ukaifi, ufike Dege uwe na shilingi elfu tano kwa sababu ukiita bodaboda wanakuambia yeah, yeah. shilingi elfu nne mpaka Dege, wengine anakuambia shilingi elfu tano tena kwa mvua kama hii mpaka shilingi elfu saba Sasa hali kama hiyo kwa sisi hatuiwezi. Zamani kulikuwa na watu wanashughulika na kilimo wanalima nyanya na kwenye upande wa misitu misitu kulikuwa kuna maliasili kama mbawala guruwe. Hawa wanyama wote wametoweka kwa sababu ya shughuli za machimbo. Tuna uchungu lazima, kwa sababu unakuwa ujajiandaa kwamba unatoka sehemu hiyo, utaenda wapi? Kama ndo una familia kubwa, sijui utaenda kujificha kwenye kichaka gani? Mtu unakuwa una uchungu sana na nchi uliozaliwa raia wa Kitanzania kama vile unanyanyaswa, japokuwa unapewa fedha, lakini fedha haiwezi kakizi mahitaji ya binadamu kwa muda mfupi kiasi hicho. Cha kwanza, naomba machimbo haya kwanza yafungwe haraka iwezekanavyo, sababu kuna mongonyoko wa maadili unazidi kuendelea katika kijiji hichi. Kuna cheap labour, watoto wa mitaani wanaacha kwenda shule, wamekuwa watoto wa machimboni sasa. Hawa hawasimamiki hawaeleweki, na wizi unazidi kuendelea kwa watu tuliobakia katika ukanda huu wa machimbo. Na mimi ni mwathirika mmoja hapo wa haya machimbo, pamoja na familia yangu. Tulikuwa tuna mifugo kama ng'ombe, zaidi ya ng'ombe thelathini, tumepata vifo ng'ombe nane. Miundombinu ya barabara malori yameharibu, kutoka hapa ili upate lami kwenda mjini inakugarimu shilingi elfu kumi na tano mpaka na kuendelea sasa, kama una nakuwa changamoto kwa kweli, na ukiwa na mgonjwa ili awende aende hospitalini unaweza ukampoteza mgonjwa wako kama yupo maututi. Kwa kweli, kwa swala zima la ardhi huku jinsi lilivyo, ardhi ilikuwa ni nzuri, majirani walikuwepo, tulikuwa tunakaa vizuri, na kulikuwa hakuna hali yoyote kama unavyoona ya machimbo hivi ulikuwa hakuna kabisa ya machimbo yoyote, ulikuwa kuna majirani kama pale ile kibanda unachokiona, ulikuwa kuna jirani yangu pale naye aliingiliwa akabomolewa ile majirani, akabomolewa kwa sababu ya machimbo, lakini kwa kweli kwa tunaishi vizuri. Barabara yetu kama tulivyokuwa tumepita, mlikuwa mnaiona ile ilikuwa ni barabara ambayo ilikuwa iko flat kabisa. Lakini kutokana na machimbo alivyokuja kuharibu, magari yanapita makubwa yanabeba mzigo mzito, kwa hiyo barabara yote imeharibika. Nadhani wenyewe mmeshuhudia jinsi ilivyokuwa, mnakuja na mkaona hali halisi. Kwa kweli hali ni mbaya kama mnavyoona, hali inasikitisha, hali inasikitisha sana, hali ni mbaya. Serikali huku tunakuwa kama hakuna serikali, watu wanajichukulia tu sheria wenyewe. Kama mnavyoona mazingira ya nyumba yangu jinsi ilivyo, iko katika hatarishi kubwa sana, na ukiangalia eneo hili hapa, unaweza ukasema kwa kweli kama hatuko Tanzania vile. Yaani unakuwa huko katika nchi yako, lakini unaishi hapo Tanzania, huko katika ardhi ya Somali. Ni kama ardhi ambayo inapigwa mabomu. Kama unavyoona, nyumba iko katika hatarishi ya muda wote, inaweza ikadondoka kutokana na mashine ambazo zinakuja zinachimba hapa. Ni mashine kubwa, zina vibrate vibration, unaisikia mbako ukiwa ndani na uhalisia ndani. Kama unavyoona, mimi pale niko na familia yangu niko na familia niko na watoto wadogo niko na bibi ambaye tunamwacha hapa siku, nani, siku nzima, tulikuwa tunatoka kwenye, kwenye shughuli zetu mbalimbali mbali. Kuna binti yuko na watoto akirudi wa shule. Sasa mnapokuwa katika shughuli za nani za kutafuta chochote, kinaweza kutokea katika hali kama hii hapa, ambayo inakuwa sio nzuri na, mimi, na, mimi, mimi ni Mtanzania. Ni Mtanzania, na sheria lazima zifate mkondo wake. Sio sawa nakaa na katika mazingira kama ya hivi naonekana kama sio Mtanzania, naonekana kama ni mtu ambaye labda nimekuja nimejitenga huku, natafutwa mimi. Sitafutwi mimi ni Mtanzania halali, nalipa kodi na naamini kabisa katika kodi yangu. Nimekuja huku mimi kwa ajili ya kuendeleza mji ili napokuwe na maendeleo, na kama mnavyoona mandhari ilivyo, lakini imegeuka tofauti. Hapa ni sehemu ya makazi, ndio Uh, kipindi cha mwanzo kweli tulikuwa tunapita, barabara zilikuwa nzuri sana kwa sababu ndio maana hata wageni wengi walikuwa wanapenda kuja huku. Hata mtu akiwa na gari yake ndogo alikuwa ana uwezo wa kufika vizuri sana lakini baadaye, baada ya haya machimbo kuendelea, kuna safari moja nimekuja, tulipata shida hata namna ya kufika mpaka I zikapigwa simu kwenye hoteli ili tupate mtu wa kutuongoza sehemu gani ya kupita kulingana na njia zilikuwa zimeharibika sana, kiasi kwamba ilikuwa hata mtu kufikiria kwamba unaweza ukafika mahali unakoenda ilikuwa haiwezekani. Kwa kweli haiwezi kuwa sawa, kwa sababu sehemu ya machimbo ni sehemu ambayo shughuli kubwa zinafanyika. Ma, ma, mitambo ambayo inatumika kutu, kufanyia hizo shughuli ni mikubwa ambayo hata mtu akijenga nyumba yake haiwezi kuwa salama kwa sababu ya ule mtikisiko na kwa usalama unakuwa hamna kabisa. Kwa unaona sio sahihi sehemu ya makazi ikawa na sehemu ya machimbo vile vile. Na kwa, kwa maoni yangu tu serikali iliangalia hili swala kwa sababu imekuwa ni athari kubwa, na katika pita pita yangu pia nimeona na hali ya ufukwe wa bahari sasa, kwa jinsi machimbo yalivyoendelea yamekuwa ya yamekaribia kabisa na sehemu ya ufukwe wa bahari, kwa hiyo pia kuna kuna athari mbaya ambazo zinaweza kutokea kwa hapo baadaye. Serikali kama serikali ya manispaa ya Kigamboni halina eneo maalum ambalo limelipwa fidia kwa ajili ya kufanya shughuli za uchimbaji. Shughuli za uchimbaji zinafanyika katika makazi ya ma maeneo ya watu binafsi kwa hiyo ili sasa upate eneo la uchimbaji, ni lazima anayetaka kufanya uchimbaji au mwenye eneo kama anataka kufanya uchimbaji lazima afanye vikao na viongozi na wananchi wa serikali ya mtaa husika wa ili wakubaliane kwamba hiyo shughuli inaweza kufanyika kwenye hilo eneo kulingana na mipango yao ya mtaa na baada ya kuona shughuli inafaa kufanya hiyo shughuli ya uchimbaji, watakaa vikao na wananchi, wataandaa mihutasari ya ambayo wananchi wanaridhia kwamba ili eneo lichimbwe, na kama wanataka huyo mchimbaji a, a, asaidie jamii husika, watakaa watajadiliana na wananchi. Baada ya kumaliza majadiliano yao na kuandaa mihutasari mchimbaji au mwenye eneo anayetaka kufanya kuchimbisha katika eneo lake anaandika maombi kumletea mkurugenzi kwamba anataka kufanya uchimbaji kwenye eneo fulani, anaambatanisha na mihutasari ya kijiji ambao ya mtaa ambako walikaa pamoja na wananchi na, na nyaraka za kuthibitisha umiliki wa eneo husika. Kama limepimwa, basi ataleta hati kama waliuziana kwenye maeneo ambao ni squata ataleta mauziano yale ya, ya, ya, ma, ya makaratasi. Na baada ya hapo, maombi yakishapokelewa, sisi kama halmashauri tunaenda kufanya kujiridhisha kama kweli hivyo vika, vikao vimekaliwa vimeka, tunajiridhisha na utatuzi wa migogoro kama kweli hilo eneo halina migogoro. Baada ya hapo, kwa sababu sisi sio wasimamizi wa madini, tunaandika barua We, we, kwa kamishna wa madini kumwandikia kwamba tumepokea maombi ya mtu fulani anataka kufanya uchimbaji wa madini aina fulani sehemu fulani. Akishaenda huko atampa leseni na pamoja na, na namna ya kusimamia uchimbaji katika hilo eneo. Baada ya kupata ridhaa, basi mchimbaji ataingia kuchimba chini ya usimamizi wa kamishna wa madini pamoja kwa kushirikiana na uh, halmashauri. Kiuhalisia, shughuli za uchimbaji zinaleta uharibifu zina wa mazingira kwa sababu zinahusisha uondoaji wa ardhi kutoka sehemu moja na kupeleka sehemu nyingine. Cha msingi kama halmashauri tunachoangalia ni walau ule uchimbaji ufanyike katika eneo moja, kwa sababu tunaamini eneo linalochimbwa baadaye litatumika kwa ajili ya matumizi mengine na huwa tunajitahidi kuhakikisha sasa ule uchimbaji walau hausababishi madhara makubwa, hususani kwenye miundombinu ya barabara. Haijalishi kama ni hiyo miundombinu ni rasmi au sio rasmi, lazima walau kufanya huo uanga, uangalizi, na kama ikitokea mtu amekiuka, kama halmashauri huwa tunachukua hatua stahiki dhidi ya mchimbaji ambaye amefanya huo uharibifu. Kwa wale wananchi ambao wachimbaji ambao wanakiuka miongozo, kwa sababu ili ufanye uchimbaji pia ile vile vibali vinatolewa na masharti. Masharti ya kwanza, lazima uangalie huduma za jamii, uzithamini kwa mfano, miundombinu ya barabara, uangalie majirani zako wanaozunguka ilo eneo, ili usiwasababishie adha. Kwa hiyo kwa wale ambao huwa wanakiuka na kwenda kinyume na hizo taratibu, mara nyingi tumekuwa tukiwawajibisha, kwa mfano kulipa faini. Analipishwa faini kwa sababu amefanya uharibifu wa mazingira, au kuhakikisha anafanya urejeshwaji wa pale mahali ambapo ame amepaharibu. Saa nyingine sasa tunajaribu hata kukaa na wale ambao, kuwakutanisha mchimbaji aliyefanya uharibifu na aliyeharibiwa, kuwakutanisha, kujadiliana, kuona namna gani ambao anaweza akarejesha hiyo hali na hizo hizo kero tumekuwa tukihangaika nazo tangu mwanzo, na bado tutaendelea kuhangaika nazo na wananchi wasisite kuja kutoa kero ambazo wanaona wamesababishiwa, ili kuona namna gani tunaweza tukazidhibiti, kwa sababu ile sehemu ni ya uchimbaji ambacho huwa tunakifanya kwanza, kwa sababu tulishatengeneza zile zoni za uchimbaji. Kama tunaona kuna nyumba mbili au tatu au nne ambazo tunajua kabisa hizi zinaweza kuhamishika. Kabla ya kumruhusu yule mtu kufanya uchimbaji, huwa tunamwambia nenda kakae, kuna jirani. Yani, tunavyoenda kufanya ukaguzi wa eneo tunamwambia kuna, kuna jirani yako yule pale, kuna jirani yako yule pale, kuna jirani yako yule pale. Na kama nilivyosema mwanzoni, uchimbaji unafanywa kwenye maeneo ya watu, kwa hiyo tunamwambia nenda kakae naye, mkisharidhiana kwamba labda utamwamisha au utafanyaje? Mkisharidhiana, njoo uje utuambie, ili tukuruhusu uendelee na hilo zoezi la uchimbaji.